Habari wakati za wakati huu, mtazamaji wa Sauti TV, ni matumaini yangu uu mzima wa afya. Karibu kwenye kipindi cha Weekly News Counter ndani ya Sauti TV, tuziangazie habari kubwa saba ambazo zimetokea ulimwenguni kote. Langu jina ni John Masawe, karibu. Utawala wa kijeshi nchini Sudani umeituhumu Kenya kwa kutumiwa kama daraja la kupitisha silaha za kivita za Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE, zikielekea kwa wanamgambo wa vikosi vya msaada wa haraka RSF na kuonya kuwa hatua hiyo ni kuingilia masuala ya ndani ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa mapema siku ya Jumatano na wizara ya mambo ya nje ya Sudani, imethibitisha kuwa imefanikiwa kukamata baadhi sila ya silaha zenye nembo ya serikali ya Kenya katika ghala la kutunzia silaha la waasi jijini Khartum, hali inayozua taaruki baina ya taifa hilo na Kenya juu ya hali ya usalama nchini Sudan. Aidha, tuhuma hizo zinakuja baada ya kauli iliyotolewa na msemaji wa serikali ya Kenya, Isaac Mwaura, kukiri uwepo wa ushirikiano baina ya taifa lake na muungano wa falme za Kiarabu. Kauli ambayo imetafsiriwa na serikali ya Khartoum kama ushahidi wa mpango wa kuendeleza machafuko nchini humo. S vya RSF wamekuwa wakituhumiana kupokea silaha kutoka mataifa ya nje ikiwemo UAE, Misri, Iran, Uturuki na Urusi, hatua inayoonekana kupingwa vikali na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Antonio Guterres. Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto amekosoa vikali wito kutoka kwa viongozi wa vyama vya upinzani na wanaharakati ambao wamekuwa wakishinikiza kiongozi huyo ajiuzulu na kuwapa changamoto kutoa mpango mbadala utakaofaa badala ya kuchochea ghasia na machafuko nchini humo. Ruto ametoa kauli hiyo siku ya Ijumaa alipokuwa akihutubia mamia ya Wakenya waliojitokeza wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya biashara ndogo na zakati MSMES kufuatia maandamano yaliyoibuka nchini humo kuadhimishwa mwaka mmoja wa maandamano yaliyofanyika Juni mwaka jana yakiongozwa na vijana wa Gen Z ambapo watu sitini walipoteza maisha. Aidha, Ruto alitaja kauli za Ruto lazima aondoke kuwa ni maneno matupu yasiyo na maana iwapo hayataambatana na mkakati wa kisheria na wa kujenga, akiashiria kuwataka wapinzani wake kuja na mikakati madhubuti ya kusaidia nchi kusonga mbele badala ya kushiriki katika mchezo wa kulaumiana kila mara. Aidha, ameagiza vyombo vya usalama kuharakisha mchakato wa kuwatambua na kuwachukulia hatua wahusika wa machafuko na vurugu za Juni 25 baada ya Waziri wa usalama wa ndani Kichumpa Murkomen Alhamisi kushutumu baadhi ya vyombo vya habari na wanaharakati kuhusika kuchochea vurugu hizo zilizosababisha karibu watu 16 kupoteza maisha yao. Wiki hii pia China imewakaribisha mawaziri wa ulinzi kutoka nchi wanachama wa jumuiya ya ushirikiano wa Shanghai SCO wakati wa mkutano uliofanyika Qingdao nchini humo. Mkutano huo umefanyika Juni 26 ukiwahusisha mawaziri wa ulinzi kutoka Iran, Urusi, India na mwenyeji mwenyewe China, huku akijikita kwenye kukuza ushirikiano wa kijeshi, kiusalama na katika masuala ya sayansi na kiuchumi baina ya nchi hizo wanachama. Wakati wa mkutano huo, mawaziri hao walisisitiza umuhimu wa utulivu hasa mashariki ya kati kufuatia makubaliano ya kusitisha vita vilivyodumu karibu wiki mbili baina ya Iran na Israel, huku akisema kuwepo kwa ongezeko la kutoaminiana kutokana na machafuko mengi duniani. Jumuiya ya SCO yenye jumla ya nchi wanachama kumi wakiongozwa na China na Urusi imekuwa ikitazamiwa kama muungano mbadala wa jumuiya ya kujiamia NATO kwa mataifa ya Magharibi ikiongozwa na Marekani na mataifa na imefanya mkutano wake siku mbili tu baada ya NATO kukutana jijini The Hague na kukubaliana kuongeza bajeti yake ya ulinzi hadi asilimia <muchas> ya tano. Baada ya uwepo wa mzozo wa muda mrefu baina ya mataifa mawili jirani, kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatimaye nchi hizo zimesaini mkataba wa amani ili kumaliza mzozo huo uliosababisha maelfu ya vifo na mamia ya wakimbizi. Rwanda na Kongo zimetia saini mkataba huo wa makubaliano ya amani siku ya Ijumaa kupitia mazungumzo yaliyosimamiwa na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio, baada ya kuongoza kikao kizito kilichofanyika kwenye ofisi za wizara ya mambo ya nje ya Marekani nje ya Washington. Miongoni mwa mambo yaliyopewa kipaumbele kwenye rasimu hiyo iliyotiwa saini ni kwa pande zote mbili kuheshimu mpaka wa kila mmoja na kutoapa silaha vikundi vyovyote vya kigaidi na visivyo vya kiserikali. Hii ni kutokana na Rwanda kuwa na shutuma za kuliunga mkono kundi la waasi wa M23 linaloendesha mashambulizi kwenye mji wa kimkakati wa Kongo huko Kivu. Mwishoni mwa wiki iliyopita, Rais wa Marekani Donald Trump aliwaambia waandishi wa habari kuwa anatumia nguvu kubwa kuleta amani duniani kwa suluhisho la migogoro mbalimbali mbali, huku mgogoro wa Kongo na Rwanda ukiwa ni miongoni mwa ile aliyohitaja, kwa kuwakutanisha meza moja viongozi wa nchi hizo. Wakati hali ya usalama ikizidi kuzorota Mashariki ya Kati, vikosi vya Israel vimelaumiwa kwa kufanya mashambulizi dhidi ya raia waliokuwa wakipokea misaada katika ukanda wa Gaza na kupelekea vifo vya watu wasiopungua wa 18. Hii ni kulingana na taarifa iliyotolewa na hospitali ya ukanda wa Gaza, ambapo watu hao walikuwa wanapokea misaada hiyo iliyokuwa inatolewa na jeshi la polisi la Palestina, huku duru za habari zikisema kuwa misaada hiyo waliipata kutoka kwa walifu waliokuwa wamepora kutoka magari ya misaada ya kiutu katika ukanda huo. Raia wa Gaza wamekuwa wakikumbwa na janga la njaa kwa muda mrefu kutokana na shambulizi la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023 dhidi ya Israel na wengi wamekuwa wakipoteza maisha kutokana na Israeli kuruhusu uingizwaji wa kiasi kidogo cha misaada kisichokidhi mahitaji. Hii ni kwa mujibu wa taarifa za Umoja wa Mataifa. Kwa siku za hivi karibuni kumekuwepo na taarifa za wahalifu kupora na kuiba chakula, huku waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wake wa ulinzi Israel Katz wakituhumu Hamas kwa kuiba chakula na kutoa agizo kwa jeshi la Israel kuzuia swala hilo la kuiba chakula. Mapema wiki hii, jumuiya ya kujihami ya NATO ilifanya mkutano wa kilele wa siku mbili mjini The Hague nchini Uholanzi yalipo makao makuu ya jumuiya hiyo huku ajenda kuu ikiwa ni kuongeza bajeti ya ulinzi sambamba na mizozo inayokumba ulimwengu kwa sasa. Wakati wa mkutano huo nchi wanachama wamekubaliana kuongeza bajeti ya ulinzi hadi asilimia tano ya pato la taifa, jambo ambalo katibu wa jumuiya hiyo Mark Rutte alitaja kuwa ni uamuzi muhimu na mkubwa kwa usalama ili kuimarisha uwezo wa kijeshi wa NATO ifikapo mwaka 2035 ili kukabiliana na vitisho vya kimataifa hasa kipindi hichi ambacho kumeshuhudiwa migogoro ya ukosefu wa kiusalama. Uamuzi huo wa jumuiya hiyo yenye wanachama 32 kufikia hatua ya kuchangia asilimia tano ya pato la taifa imetokana na shinikizo la Marekani, anayechangia kiasi kikubwa kutokubali kuendelea na uchangiaji huo kutokana na NATO kuwapa kipaumbele washirika wa Ulaya na badala yake amesisitiza ya kuweka nguvu kwenye usalama wa maeneo mengine. Sambamba na hayo, NATO imekubaliana kuendelea kuisaidia Ukraini iliyopo kwenye vita na Urusi kwa mwaka wa nne sasa, ambapo rais wa Ukraini Volodimir Zelenski, wakati akilihutubia bunge la Uholanzi, alituma ujumbe wake kwenda kwa viongozi wa NATO kuomba msaada zaidi na kukiri kuwa Urusi bado ni tishio kubwa kutokana na kuendeleza kupata misaada kutoka kwa washirika wake Siku chache baada ya rais wa marekani Donald Trump kutangaza uwepo wa duru mpya ya mazungumzo na Iran kuhusu silaha za nyuklia, sasa serikali ya Iran imekanusha na kuonesha kutokuwa tayari kushiriki mazungumzo hayo. Hii ni kulingana na taarifa iliyotolewa na waziri wa mambo Irani ya nje wa Irani Abbas Arachi wakati akizungumza na shirika la habari la Iran akisisitiza kuwa hakuna hatua yoyote iliyokubaliwa kufikia makubaliano ya kujadili mpango juu ya silaha za nyuklia. Kauli hiyo ya Araghchi inajiri baada ya Donald Trump kutangaza nia ya Marekani kufanya mazungumzo na Irani wiki ijayo kupitia mjumbe wake maalum Steve Witkoff, siku chache tu baada ya Trump kutangaza usitishwaji wa vita vilivyodumu kwa siku kumi na mbili kutokana na shambulizi la Israel dhidi ya Irani Juni kumi na tatu. Itakumbukwa kuwa mapema wiki hii bunge la Irani liliupigia kura muswada wa kujiondoa kwenye mkataba wa ushirikiano na shirika la IAEA linalohusika na kudhibiti nguvu za atomiki kwa mataifa yote yanayorutubisha nyuklia, na sasa hatua iliyobaki ni kupitishwa na baraza la juu la usalama nchini humo. Na mtazamaji, hadi kufikia hapo ni mwisho wa habari hizi. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram na Facebook. Kila siku, kwa niaba ya wenzangu walioshiriki kuandaa kipindi hiki, mimi ni John Masawe.